baada ya kusali sala ya Isha, watu wote wanakuwa wamegawanyika katika sehemu tatu. Hizi ndio hali za watu, lazima kila mtu atakuwa yuko katika hali fulani. Akasema, minhum man lahu wala alaihi, miongoni mwa watu yuko mtu ambaye atakuwa baada ya sala ya Isha anacho kitu chake yeye cha kumnufaisha yeye. Wala alayhi, wala hana kitu kingine kilicho dhidi yake, hana mzigo

ametumia kule kughafirika wa watu wakati wa usiku wa dhulmat llaili, na kiza cha usiku kwamba sasa usiku watu hawanioni, washaingia majumbani mwao, sasa akatumia chansi hiyo, farakiba nafsuhu bil maasi, akafanya maasi baada ya sala ya Isha, amma machafu ya waziwazi au watu washaingia vijumbani mwao yeye ikawa sasa yuko na simu yake, kaingia Twitter, katoka kenda Telegram, katoka kenda YouTube, anaangalia mambo yasiyo na faida na yeye. Wakati huu ni wakati wa Allah subhanahu wa ta'ala, wakati huu utakwenda kuulizwa kwa kila utakachokifanya. Jitambue hivi, Muislamu jielewe, usichukuliwe na wimbi la mambo wanayokuletea wasiokuwa waislam, ukaona ni Twitter tu, ni Facebook tu, ni Instagram tu, ikawaangalia utakacho wewe na sicho chenye faida na wewe. Baada ya sala ya Isha utakuwa na mzigo mzito ambao utakwenda kuujibu mbele ya Allahu jalla waala. Anaendelea kusema Tariq bin Shahab na kuna mwengine man

Watu wamesali Isha kamaliza akaingia chumbani kwake nyumbani kwake kalala.